Muhammad ibn Yazid alad, maana yake anasema huwa matafaqa lafdhuhu, ni ile neno ambalo limeafikiana tamko lake. Wa ikhtalafa maanaahu, lakin ikatofautiana maana yake, ni neno ambalo lafdhi limeafikiana lakin maana yake imetofautiana. Waqala sahibu almunjit, akasema sahibu almunjit, mwenye kamusi ya almunjit ambao baadhi ya wachuoni wame wamekataza na wanafunzi kurejea katika kamusi ambayo imeandikwa na wamishonari, anasema hiya alkalimatu dallatu nayo ni maneno yenye kujiulisha, ala maanaini, juu ya maana mbili. Mutadaddaini, ambayo yenye kwenda kinyume mawili, ni maneno ambayo yenye kujiulisha maana mbili, lakini kinyume. Kinyume viwili ni vitu viwili tofauti, ndio maana yake. Nahu, mfano alkalimatu, maanaha alula kalima kisha kaika maana yake ya pili, au maana yake ya kwanza. Wa manaha thania, na maana yake ya pili. Kuna kitu au kuna kalima inaitwa dhiddu, kinyume. Manaha alula, maana yake ya kwanza almukhalif, mwenye kwenda kinyume pia wana maana zinapokuwa manaha thania, maana yake ya pili annadhir. Annadhir maana yake aliyefanana au kitu kilichofanana ndio inaitwa an-nadhir. Neno la pili an-nahil, an-nahilu atasema nini maana yake. Lakini annahil ni yule ambaye amekunywa maji mpaka amekata kiu, ndo anaitwa annahilu, maana yake ya kwanza. Al-atashan kinyume chake, maana yake yule mwenye kiu, atasha, amepata kiu alatashan mwenye kiu ndo akasema. Kwa maana yake ya pili alladhi qad shariba hatta rawiya, ni yule ambaye alikunywa maji mpaka akatosheka. Waswahili wengine nasema mpaka akashiba, lakini maji hushiba mpaka akakata kiu, ndio maana ya annahi. Shara, neno jingine shara lina maana ni kununua. Kinyume chake ni baa Sawa, so, baa ni kuuza, ndio akaega katika maana yake ya pili, ishtara, amenunua. Neno jingine aljaunu, aljaun. Neno hili maana yake lina maana ya kuwa mtu mwenye rangi nyeusi sana, au rangi ambayo imechanganyikana nyeusi na nyeupe. Ndio maana akasema, aljaunu, maana yake ya kwanza ni alaswadu, rangi nyeusi au na maana yake ya pili al abyadhu, yani kinyume chake, nyeusi; kinyume chake nyeupe. Al jalal, jalal ni kitu au ni jambo kubwa sana, ndio maana awa katika mabano wakasema maana yake ya kwanza ni ashayu saghir, pia inatumika kitu kidogo, ashayu saghir kitu kidogo, au ashayu alazim au kitu kikubwa yote yanatumika. Neno jingine wara, ambayo kinyume chake ni khalf. Wara ni mbele, kinyume chake khalfu, nyuma. Khalfu nyuma, quddam maana yake ya pili. Quddam maana yake ndio amam, ameweka katika mabani, amam mbele. Kadhalika neno la mwisho ni tarab ni misisimko wa furaha uliopitiliza. Ndio maana ndio ile ile inatumika huko mwetu tarabu, kutumbuiza furaha iliyopitiliza. Ndio alfarh, furaha. Kinyume chake alhuzn ni huzuni, kinyume cha furaha ni huzuni. Karatasi nyingine, ad-darsu at-tasi, kwa sababu kaya darsa hiyo ni kiporo.

Huu ni mlango muhimu sana, lakini ameuelezea kwa ufupi sana na wala hakuweka qaida. Tukija tukisoma katika nini, durus lughati al-arabia, utakuja kuona amweka alqawaid, misingi kwa idadi ikiwa hivi madudu na kwa hivi. Kuna aladad walmadud. Aladadi ni ile hesabu, kisha kuna almadudu chenye kuhesabiwa kuna kaida yake na watu wengi mlango huu tunafele, tunapoteza tuna tunapoteza hizi kawaid tuna, tunakosea sana. Nukta kathira tunakosea sana. nambari moja, idadi utakusema hadha kitabu wahid, hichi ni kitabu kimoja. Hadhani kitabani ithnani, hivi ni vitabu viwili. Hasa hasa kuanzia nambari tatu hapo hivi. Nambari moja na mbili huwa watu wanafahamu kwanza nambari tatu, hadhihi thalathatu kutubi. Hapa kuna kawaidi hapo zitajwa ni hivi hi aladad idadi. Kifungu cha kwanza kikiwa kina sifa ya kiume, kifungu cha pili almadudu, kile kenye kuhesabiwa kitakuwa na nini? Eh, itakuwa nini? Kile chenye kuhesabiwa kitakuwa kina sifa ya kiume. Ukisema thalathatu lazima hicho kinachokuja kina nini? Sifa ya kiume, utasema kutubi. Uwezo kusema thalatha shagata vitu vya kike, itakuwa makosa ambayo hakuweka na sisi, tutasoma ni kama tunajikumbusha tu. Nambari nne hadhihi arba'atu kutubin. Hadhihi khamsatu kutubin, hivi vitabu vitano. Hadhihi sittatu kutubin, hivi vitabu sita. Hadhihi sab'atu kutubin, hivi vitabu saba hadhihi thamaniyatu hadhihi t kutubin vitabu vitabu nane, vitabu tisa, vitabu kumi. Hiyo ni hesabu ya kiume. Al adadu al basit, idadi nyepesi lil muannath, kwa ajili ya yenye sifa ya kike, kama nilivyoelezea. Ikiwa ile kifungu cha kwanza ni kina sifa ya kike, ile chenye kuhesabiwa kitakuwa kitokana na nini sifa kiume na kinyume chake wa bil aks. Hadhihi bintun wahidatun, ona huyu ni binti mmoja. Hatani bintani ithnatani, hawa ni mabinti wawili. Hadhihi thalathu banatin, ona thalathu, huwezi kusema thalathatu, makosa katika lugha, kwa sababu banati ni yenye sifa kike, kwa hiyo utakusema thalathu banatin. Haulai arba'u banatin

ibereka kwa nini hapa imekuwa ashru madarisa? Ashru ndio kwenye ina sifa ya kiume. Hasa kuna kitu kingine nataka kukwambia tambii. Ile zingatia lile neno, asili yake katika mufradi lina asili gani? Likiwa lina asili ya kike, lisikuchanganya katika nini? Jamu, lisikuchanganya katika jamu, katika jamu. Kadhalika yeke ile ile sifa ya kiume. Sijui unaelewa. Ukirejea madaris mufradi yake nini, eh

kwa sababu ni ismu la yansarif na hii madaris ismu la yansarif ni jina ambalo alisarifu. Sawa, tutaona huko na hapa, huwezi kuelewa sana hasa hasa tutakapokuja kusoma durusu lugha ya Arabia kwa sababu ameweka zile kawaid hapa. Anafundisha tu uelewe, yani uqarrir, uhifadhi tu bas. al-adad al-murakkab lil-mudhakkar, adad sasa yenye tarkib, maana yake yenye mpandano kuanzia 11 na kuendelea kule, ni kuanzia Nambari moja mpaka kumi hii habari yake nyingine. Ikija sasa kumi na moja mpaka kumi na tisa kuna habari nyingine kando, ndio hii sasa. Idadi ambayo yenye kupandana ya yenye sifa ya kiume, mathalan nambari kumi na moja qaala llahu taala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, inni hakikangu mimi ra'aitu ahada ashara kaukaban, Yusuf alayhi salam. Nasema hakikangu mimi nimeona tayari nyota ngapi? 11 Kumi na mbili, nasema fi sanati katika mwaka ithna ashara shahran, kuna miezi mingapi eh? miezi 12 kama ilivyokuja katika Qur'an, inna iddata shuhuri inda Allah ithna ashara shahran. umri 13 aman hapa, ndio kuwafahamisha kitu, japokuwa huwezi kuelewa lakini elewa hey, hivi hii kuanzia kumi na moja mpaka 19 al adad kuanzia kifungu cha kwanza, na ile ya mwisho kule, ambayo atakokuhesabu, ambayo ambao ndio tamizi yenye kuhesabiwa, ikiwa ya kiume ile kule ya mwisho, sawa, hichi kifungu cha kwanza kitakuwa kina sifa ya kike. Ndio hapo, ona, angalia kumi na tatu, akasema thalathata. Umefahamu? Kwa sababu mwisho ina sifa ya kiume. Kisha hapa elewa, hapa kuanzia kumi na moja mpaka kumi na tisa kule nilisahau kuambia kitu kule, kuanzia tatu mpaka kumi, kile kifungu cha mwisho kinakuwa nini? Kinakuwa ni jamu, ni wingi, lazima iwe ni jamu. Tena inakuwa nini? Inakuwa majururu, ni yenye kutua kasra. Mfano thalathatu kutubi, wala huwezi kusema thalatha kitabi, makosa. Yaani katika sehemu ambayo watu wengi wakosea ni katika mlango huu Huwezi kusema thalatha kitabi, lazima useme jambu thalatha kutubi. Umefahamu? thalathu madaris ameleka, huwezi kusema thalathu madrasati, nakosa. Sasa hapa, hapa ni kinyume chake. Sasa hapa tamiizi ile ya mwisho yenye kuhesabiwa ifanye mufradi, sio? Unaelewa? Nielewa? Ndio, hapa 13 aman ameleka, yani mwaka huu kwa umri 13 ama ngisha, akasema 14 raaitu 14 rajula ona, hakusema rijala ama kosa, lakini ndiko na ni kule ndiko. Mfano 4 rijalin, lakini hapa apa angalia, a na maana na kifungu cha pili usikifanye na sifa kike, kifungu cha pili kiondoshe ta. Umefahamu? ikiwa ya kike kifungu cha kwanza kifanye kifanye cha kiume, mathalan thalatha 'ashrata madrasatan. Hivyo ndio inavyokuwa, pia kuanzia idadi ya kumi na tatu, kwa sababu hii kumi na moja na kumi na mbili zinabadilika, hutegemea na sehemu ya irabu iko vipi. Lakini kuanzia kumi na tatu mpaka kumi na tisa, hichi kifungu cha mwanzo kinakuwa ni nini? Ni mansubun daiman yaani kinakuwa hivyo kila siku, kina fatha milele, sijimeleka ni mansubu daima, siku zote ni hivyo hivyo. Thalathata arba'ata ashrata, fahamu, khamsata ashara, sita ashara, ni hivyo zinakuwa ni mansubu tu milele, ziko hivyo hasibadiliki. Hi ndo hapa ona, ra'aitu arba'ata ashara rajulan, nimeona watu

kataba ash-sha'iru, ameandika mashairi au aliandika mashairi 19 baytan, aliandika bayti zili beiti, ni zile abiyati zili nadhmu, utungo katika mashairi. Ameandika mashairi 19 min ash-shi'ri, katika mashairi. Haulai ishruna mumina, hawa ni mumini ishirini, kuanzia nambari ishirini hii ishruna inaanza kubadilika katika sehemu za irabu. Ikiwa katika sehemu ya rafu, basi itakuwa ya ishruna. Ikiwa katika sehemu ya nasbu, ndio itabadilika, kwa sababu nayo itakuwa ni mulhaq ya jamu mudhakkar salim. Kwa hiyo nako kusema raaitu 20 ni kama vile jamu mudhakkar salim, sio jamu mudhakkar salim. Mfano, jaa almuslimuna, si hivyo? raaitu almuslimina katika sehemu ya nasbu na katika sehemu ya jarri marartu bil muslimina, inakuwa yote ni majururu. Kwa nini? bil bilya, harfi ya sawa kuona, hii 20 na 30 zote zabadilika kama hivyo. Hii sana. Tukuja kusoma durusi atoza kuelewa. au katika nahwu kumalizia, aladadu murakkab lmurakab lil muannath, idadi yenye kupandana ya sifa kike. Anasema 11 fil fasli lfasli d inabadilika kumi na moja. Katika darasa kuna wanafunzi kumi na moja wa kike. Qala llahu ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, famfajarat minhu ithnata asharata ainan. Ona ainan, kisha 13 raitu fil mustashfa, nimeona katika hospitali, thalatha ona asharata mumaridata. Inakuwa hivyo. Yani, kiume, hii ya kike ibadilishi ya kike. Kifungu cha kwanza kitakuwa cha kiume, kifungu cha pili kitakuwa nini cha kike, na ile tamyizi nayo inakuwa ya kike mwisho. Basi zina khalifu, yani zinaenda kinyume nyume. 14 ishtarat munira tu alinua munira arba'a asharata kurasatan, alinua karatasi 14 zurna fi hadha ash-shahr

18 raaitu thamani ashara sayyarata, nimeona gari 18, fil mawaqifi, katika sehemu ya maegesho, maegesho ya magari. Yaani sehemu anaambazo inaekwa magari ndio mawaqif, ni jamu ya mawqif, lakini pia hutumika katika maegesho. 19 ishtara abi alinoa babu 19, dajajatan alinunua kuku 19. Nambari 20 baa Muhammadun

hizo nambari, al arqam jamu ya raqam, zibadilishe hizo nambari zinazofuata, ila lkalimati zibadilike, katika maneno hasa. Mazoezi mwatakiwa mfanye nini? Nambari moja, iltahaqa bil madrasati, alijiunga na madrasa, fi hadha lfasli, katika darasa hili. Nambari saba, talibat wamejiunga katika madrasa, katika darasa hili, saba talibat, itakuwa vipi? Tulisema zinabadilika, ikiwa kike ile itakuwa kiume. Nambari ehe talibati itakuwa vipi? Sab'u talibat. Jazakallahu khairan barakallahu fika. Nambari mbili kharaja min al madrasati wametoka katika madrasa muallimati. Nambari tisa itakuwa vipi? Eh, tulisema inabadilika ikiwa wale kule mwisho ni sifa ya kiume. Hii itakuwa hiki. Ikiwa hivyo itakuwa vipi? fikum. Jaa fi baytina al yawma, wamekuja katika nyumba yetu siku ya leo. Nambari khamsatu dhuyuf, wageni. Naam, barakallahu fikum. Haya, nambari, fiku. nambari, nambari banati itakuwa vipi? Ehe? Ita Si tumesema wana unatofautisha unaifanya banati kiume hii ya kike banati itakuwa hivi wanachungulia hiyo. Itakuwa sita banati bas. Nambari tano safara ila Dar es Salaam, amesafiri kuelekea Dar es Salaam. Nane muallimina hiyo itakuwa hivi. Nane thamania muallimina. Barakallahu fikum. Nambari Ra'a Yusuf alayhi salatu wassalam, aliona Yusuf alayhi salatu wassalam fi manamihi, katika usingizi wake h kumi na moja kawkaba hata hii kama hujui ya upewe mji wewe. Naam, ihda ashara kawkaba simekuja katika Qur'an nambari saba ulaika kumi na mbili mumarridha ehe, itakuwa vipi? Mumaridatan kwa sababu ishaza kumi na mbili mumaridatan yu'alijna almarda wale ni wauguzi kumi na mbili wanawatibu, ndo yu'alishna, anatokana neno ilaji, so al ilaji matibabu, alaja, yu'alij ile kutibu, ko yu'alijna wanawatibu, almarda wagonjwa. Marda ni jamu ya maridun, mgonjwa mmoja anaitwa marid, wa wingi anaitwa marda. Kwa hapo utasemaje eh?